lakini pia na uharamu wa zile ala vile vyombo vya muziki na kusikiliza pia huo muziki. Limadha, kwa nini nimeamua kuyazungumzia haya? Kwa sababu hili jambo limekuwa katika jamii ya Kiislamu kama vile Uislamu umeturuhusu kama vile hakuna shida, na baya zaidi linapokuja, kuna wale walioaminiwa wale mashekhe katika mashekhe wa Uislamu wakalidogesha hili jambo na kuwaona wale watu wa miziki kama vile yani, hawana makosa yoyote wala hawawakosoi, wanaungana nao, wanakuwa nao bega kwa bega, wala hawaelekezi kuna kaubaya wow. hayo hapo, hali ya kuwa ni hatamu kubwa sana, ni hatari kubwa sana hili jambo, ndugu zangu katika imani. Ayuhannasu ibadallah Faina lmuziqa au al-aghani al sara min dhauti lalamina al fi amalihim hakika. Ndugu zangu katika imani, muziki au mambo ya nyimbo na kuimba, hili jambo limegeuka leo hii likawa ni katika kionjo na ladha kwa wafanyakazi wakati wanapokuwa natekeleza majukumu yao ya kazi, wakatu, wanya, wanya, wanya, wanya kazi. Mziki umegeuka kama vile ni ladha na kionjo na kiburudisho kinachomfanya mtu kama vile asichoke au ajisikie raha wakati anapokuwa anafanya kazi yake. Kwa hiyo imekuwa kama ni moja ya kiburudisho chao. Ayuhannasu ibadallah. La shaka. Hakuna shaka kwetu sisi kwamba kila mtu ajue wa mziki ni haram, umeharamishwa kwenye Qur'ani kwenye aya tatu zimekuja kuharamisha mziki lakini pia na, ha na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zipo na watu walijua hivi, lakini leo hii waislamu wamegeuka na kulifanya kana kwamba hili jambo siyo haramu. Sasa mimi leo nataka sana tudili sana na aqwali ulama maneno ya wanawazuoni kunako mziki na nyimbo na watu wenye kuliendea jambo hilo.

Huyu ni Imamu Abu Hanifa, amezaliwa mwaka wa 80 Hijiria. Leo tuko mwaka wa 1446 Hijria, zaidi ya miaka 1300 1 na mitatu alikuwepo huyu kiumbe, ndo tunazungumza haya ambayo yeye ni mmoja katika maimamu wa Ahlusunnati wal Jamaa. Msikiliza anapokuelekeza kuhusiana na jambo la nyimbo na muziki, anasema: Nuumanu bin Thabit, attaghanni haramun fi jami'il adyan al anasema imam mambo ya kuimba mambo ya nyimbo haya ni haramu katika dini zote, fi jamiil adyan, katika dini zote zile ambazo zinajinasibisha na kumwabudu Allah hili jambo ni haramu katika dini zote. Usishangae na yafanywa huko makanisani na sehemu nyingine, hawa wamezua kama walivyoyazua ya kumfanya Isa bnu Maryam kuwa na nafasi ya uungu, lakini hayakuwepo katika dini nabii Allah isa mambo ya kupiga ya kupiga vile zile ala za nyimbo na kucheza na kutoa sauti hayakuwepo, na haya ndio anayaeleza Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit, anasema jambo la nyimbo, ili jambo ni haramu fi jamii al-adyan, katika dini zote, si dini ya Kiislamu. Maneno haya ameyazungumza alimamu Abul-Fadl al Mahmudu al-Alusi

Ay, Malik bin Anas huyu alikuwa ni imamu wa Madina pale, ni imamu wa Darul Hijra. Sasa yeye akaulizwa kunako yale ambayo wanayaruhusu baadhi ya watu katika mji wa Madina kunako nyimbo, minal ghinai, yale wanayoruhusu kunako nyimbo. Faqala limam imam Malik bin Anas akasema, innama yafaaluhu indana lfussaqu, hakika kwetu sisi wanaoyafanya hayo na kuyaruhusu mambo ya nyimbo ni alfusaqu, ni wale watu waovu, wale walotupa mipaka, yani wafusaku zaidi kabisa, wale ndio wanayasemea hayo mambo. Kwa mambo ya nyimbo yapo. Hawa ni maimamu ahlu sunna wal jamaa. Bwana harusi, e, ni watu wa mashughuli nini? Amma ntakhudhuna hadhihi al-umur al-qabiha kwani nyinyi, haya mambo ya nyimbo na miziki kupiga katika sherehe zenu na maharusi yenu, kupiga katika mambo ya nyinyi haya mwayachukua kwa nani? Kwa nini? Yani wewe Mwislamu aleo kwanza kujiulize, wataka kuoa wewe, alafu waweka mziki wawawekea watu Waislamu we wenzako wamekuja katika jambo la ndoa, kwa sababu Uislamu umetuelekeza wewe. Wawawekea kanga moja, wewe Mwislamu ya. yani wewe haya mambo wayakawai na wayaonaje? Kwani haya mambo, mbona mwarahisisha mambo sana ibada Allah? Kwani haujafika wakati nini wa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala? Mbona dini mwaipeleka ndivyo sivyo? Jambo la khairi mwaligeuza shari, mpaka watu wafika hatua ya kualikwa katika Waislamu, waogopa kuja kwenye ndoa zenu, harusi zenu, na mwawachukia kweli kweli, fulani hajapika kwenye ndoa yangu, yule sio mwenzangu.

kama yumbitu lmau zara, kama vile maji yanavyootesha mmea, kama vile unavyoipanda mbegu ikaja mvua ikanyesha mbegu ikaota. Kadhalika na masala ya muziki yanaotesha unafiki kwenye moyo wako, na hayo mwajua ninyi watu wa muziki mwajua, ninyi mwaelewa vizuri kabisa. Kuna kulia haya maneno ya Abdullah bin Mas'ud, yatizame katika kitabu Dhamul dhamul milahi Ibni Abi Dunya, kitabu hicho cha Alimamu Ibn Abi Dunia. Rejea ukuyakuta maneno ya Abdullahi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya kwamba uku kusikiliza nyimbo unaotesha unafiki katika mioyo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah.